Shukrani sana mpenzi mtazamaji, na siku ya leo basi, kwa siku ya pili sasa tangia mwanzo kamili wa ratiba hii ambayo ilitibiwa siku tatu mfululizo, ilianza siku ya jana, ila siku ya leo basi, bila shaka inaendelea na kuna mengi tumekuandalia kweli. Wacha nimpishe mpishe mwenzangu pia aweze kutoa wasia wake kuhusu shughuli mzima ambayo inaendelea hapa, kisha tutaendelea kukuletea taarifa hizi. Naitwa Masinetia, na siku ya leo ikiwa siku ya pili, ambapo tumeweza kukutana na tumeona mashirika mengi, ikiwemo ni shirika la Better Foundation na shirika la Mobility of Kenya na shirika la Lions Club na ACK Home wameweza kuwasaidia walemavu ambao wana shida mbalimbali, kama vile viwete. Pia tumeona wameweza kusaidika pakubwa. Asanti sana mwenzangu, siende mbali manake kuna mengi tumeandaa na bado tunazidi kuandalia mtazamaji wetu, na ikumbukwe kwamba kwa siku ya pili leo sasa, baadhi ya misaada ambayo zinatolewa hapa, ikiwemo viti vya magurudumu, vyakula, miwani, bidhaa tofauti tofauti, kwa wale ambao wako na shida tofauti za kiafya. Na bila shaka, alivyotuarifu mwenzangu hapa kwamba baadhi ya shirika ambalo limeweza kutoa huduma ikiwemo

Jambo langu la mwisho ni kuwashukuru wale walemavu ambao wameweza kujitokeza kuweza kupata usaidizi kutoka mashirika mbalimbali mbali. pia kwa wanashirika ambao wameweza kujitolea kwa moyo mkunjufu kuweza kuwasaidia watu ambao wana shida mbalimbali. Tumeona wengi kwa mtazamo wetu, tumeona wengi wakifurahia, wengi ambao wameweza kupata vyakula uh, viti vya gurudumu wameweza kwenda nyumbani wakiwa na furaha farafara, na hiyo ni jambo moja, kuwashukuru mashirika wote ambao ambao wameweza hawa kwa majina naitwa Jasper Lasa toka Nakuru Town East. Mimi nashukuru kwa siku ya leo kukucha hapa nimesaitika na hii wheelchair. Na, na nimesema ni asante sababu nilikuwa nimeitafuta kwa muda mrefu na imekuwa safari ndefu kwangu kwa kutembea nikuwa na sita mingi za kutembea hapa na pale. Angi sasa hivi nimeiona itanirahisishia kusonga toka pande moja kati ya nyingine.

Name is William Shira. I'm a partner to Betayu Foundation. Um, in Nakuru we have about 15,000 people that are able differently and today some of them have come here to this SCK, uh, church in Nakuru town to be assisted with wheelchairs with food and with donation. Um, I'm appealing to the nation and to Nakuru County um, for foodstuffs, for wheelchairs, for shelter

and make Kenya and Nakuru County a better place. Thank you. And this being the Mental Health Awareness Month we'd want to know what are some of the issues that people who are disabled are are going through. Please tell us about it. Okay. They go through rejection. Uh, some of them who are married, maybe the husband ran away Or the wife ran away. Others are being dejected by their family members. In fact, some are told they are cast. They don't want to see them. You see them, they are going through that journey alone with those conditions. So they are fighting it hard. Others are going through financial problems. They can't provide for themselves. Because once you have a child with a disability, especially cerebral palsy, some of the parents they don't go for a job because they have to take care of their children others yes you are working here, but you have a caregiver. They, they can't take care of those children the way the mother can can. so even those children they are going through difficult times through their, their givers ya yeah. Niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo kwako ewe Yesu. Kwa majina, yangu ni James Mungai Mwaneki. Mimi ni mtaalamu daktari, mtaalamu wa mambo ya ulemavu, nafanya kazi na wizara ya afya Nakuru County Referral and Teaching Hospital, na pia mimi ni mratibu wa shirika la Association of Physically Disabled of Kenya Nakuru Branch. APDK inamaanisha Association of Physically Disabled of Kenya in full na ni shirika ambalo linadili na mambo ya disability. We are spread across the country with our headquarters being in Nairobi hapo Westland ABC Place mahali inaitwa Kabete. Sasa shughulika la APDK huwa linashughulika sana na mambo ya ulemavu. Na huwa tunafanya inaitwa empowerment. Empowerment and leaving no one behind. Kazi ya APDK ama shirika la APDK, tuko na mikakati kambambe ambayo huwa tunasaidia watu ambao wana ulemavu ili waweze kuishi maisha ya near normal life ama waishi maisha kama watu wengine through empowerment. Tuko na empowerment, ya economic empowerment huwa tunapeana loans kwa watu ambao wana ulemavu, loans zenye ni grants zenye hawarudishi na riba zingine pia za kusaidia miguu, mikono, mgongo, sana sana huwa hiyo ni mambo moja ya assistive devices. Pia tuko na kitu inaitwa institutional therapy service ama institutional services, institutional therapy services ni kama matibabu kama ya ya kurekebisha viungo, example tuko na vitu kama physiotherapy, tuko na occupational therapy, tuko na orthopedic technology na pia huwa tuna conduct clinics za surgical clinics. Utakuta ya kwamba kuna watu ambao wako na ulemavu ambayo inaweza rekebishwa through surgeries. So example ni ugonjwa kama huyu inaitwa club foot. Kuna magonjwa mbalimbali kama cleft palate, cleft lips. Kuna magonjwa ambayo ama ni zingine zinaitwa contractures as a result of burns. So mtu anaweza pata u, ku, aungue ama achomeke ukute viungo zimeshikana. Na kwa hiyo akifanywa upasuaji inaweza rekebishwa na mtu arudi nomo kulinga kuliko vile vile ali vile alikuwa mbeleni. Zio so, hiyo inaitwa surgical interventions eh. Then tuko na outreach services. Uh, kazi ya IPDK sana sanasana, uh, we are not based in mahali moja huwa tuko na mobile clinics ambazo huwa tunaenda tuko na various sites sanasana, uh, sana tunatumia wizara ya afya tunaenda madispensaries tunatumia pia maofisi za ma chiefs maofisi za tunashirika mafisza tunashikiana na wada, washikadao mbalimbali tunapeleka huruma zetu mashinani tuko na mobile vehicles, na tuko na wataalamu ambao wanaenda wanazunguka katika sehemu ambazo tumetenga, ama tuko na program ambayo tunajua siku ya siku fulani tuko mahali fulani, siku fulani tuko mahali fulani, na tunapeleka hizo services pale. Pia huwa tunafanya vitu kama educational empowerment, ambapo huwa tuna therapy services kwa special schools. Kama sasa kwa sasa tuko na program ya kupeana free therapy services in our special schools katika kaunti ya Nakuru. Na tunapeana hizo services kila eh, tuko na mikakati kila siku, Monday to Friday, tuna shule ambazo huwa tumetarget na tunaenda tunapeana hizo services kwa mashule, just to empower the children ambao ama runners in special schools waweze kupata special schools and special units, because kuna watoto ambao wako in a regular school, but kuna darasa maalum ya watoto ambao wako na some disabilities kama cerebral palsy, autism na tunawashughulikia. Tuko na hao wataalamu wa kufanya hizo kazi, so kwa basically APDK ina iko na issue hizo zote mambo ya disability, na we are very comprehensive. Na pia pia tutoko na mambo ya nutritional support. Tunakuta kuna watu wengine ambao wako na changamoto za ulemavu uh, ambayo inaletwa na pure nutrition, so tuko na hizo nutritional counseling na, na pia kwa watoto ambao wako na those challenges za uh, nutrition kuna mtoto akiwa na adam malnourished, wengine wapati wapati lishe bora, tuna tunawapea hizo nutritional supplementation. So basically, kazi yetu ni hiyo ya kwenda kwa kushirikiana na, na watu ambao na pia tunahusikana sana, sana sana na washikadau mbalimbali because peke yetu hatuwezi, because unakuta ya kwamba mambo ya changamoto za disability si jambo ya siku moja, ni kitu ambayo inataka kushikana pamoja unataka collaboration ya watu wengi, networking eh, partnership kwa sababu disability ni, ni jambo ambalo ni kubwa ama ni kitengo ambayo kiko na machangamoto mbalimbali mbali. Na nita, niseme ya kwamba utakuta ya kwamba wa, wa disability, watu wengi si ati amezaliwa na ulemavu ulemavu can uh, disability can be acquired Utakuta mtu ni mzima, ameishi maisha sawasawa, at a certain point amekupata ugonjwa fulani, ugonjwa kama hii, ugonjwa non communicable diseases, kama ugonjwa ya sukari ama blood pressure, at some point unakuta imeleta changamoto ya ulemavu. Utakuta mtu amepata ugonjwa kama stroke, amepooza one side, mwingine amepoteza uwezo wa kuona, amekuwa blind as a result of diabetes ama high blood pressure. So ulemavu ni pia, tuko na mambo kama accidents Example kama, sana sana tuko na changamoto especially ya motorbike riders. Tumekuwa na increased numbers of uh, uh, acquired disabilities through through motorcycle accident sana sana motorcycle accident so So, disability every, na, everyday, kuna watu ambao wanaingia katika kategoria ya disability. Kwa hivyo, si jambo ambalo, utafanya one stop useme ya tumemalizana nayo. Everyday, every hour, utakuta kuna mtu ameingia katika hiyo level ya ya disability. Zingine zinatokana pia na changamoto mbalimbali, kama tuseme majanga ya natural disasters and calamities, tuseme kama maybe flooding, majanga ya moto, tuko na maybe hizi conflicts hizo ma, ma conflict hizi, sana sana hizi civil strifes eh, mahali kuna vita vita hivi huwa inaongeza mambo ya ulemavu, na kwa hivyo ni jambo ambalo linatakana tushikane, watu wengi washikadau, na ninashukuru sana sana sana kwa sababu makanisa zetu zimeembrace mambo ya disability sana. For example, mimi ni mshirika wa kanisa la Kingdom Seekers na najua intentionally kanisa limechukua jukumu. Nimeona kuna mabadiliko ambayo yako kanisani, unakuta kuna choo ziko customized for person with disabilities, kuna kumewekwa ramps tuko na sign language interpreters so hiyo ni embracement, hiyo ni, ni hatua moja muhimu sana ambayo inasaidia watu ambao wako na ulemavu kuweza kuishi a dignified life na pia tukue na inclusive society, tuweze kushikana pamoja, kwa sababu mswahili alisema, hujafa hujaumbika. Ndio, everybody is a candidate of, uh, nimesema ya kwamba na si ati ni ombi mbaya ni ama ni kusema vibaya, kwa sababu kila mara hata kusema na nini utakuta watu wameingia katika hiyo category through natural attrition, hata pia hiyo accident vile tumesema, na pia magonjwa ambayo pia hawezi dhibiti. Naam. Nami vile vilevile nawapa shukran sana, hongera kongole kwa wale ambao ni washikadau wa shirika tofauti tofauti kwa kuweza kujitolea kuleta msaada huu katika kanisa hili. Bila shaka wanasema kwamba utumishi kwa wote pamoja na utumishi na ubinadamu ni utumishi kwa Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Vincent Odhiambo. eundu wangu niweze kukupenda kwa lako